Hello hapo uko poa kabisa mtazamaji wa Dani Movie Recap, na leo nakusogezea mzigo huu hapa kutokea nchini Afrika ya Kusini. Huu mzigo unaenda kwa jina la Breath of Life. Mzigo unaanzia makaburini, hapa kuna hii kapo hapa ambayo ilikuwa inafanya maombi juu yaliyotangulia. Wamemaliza, wanaondoka zao. Huku nyumbani ni maandalizi, wafanyakazi wako wako busy kweli kwelikweli, na usafi na mambo mengine. Ugeni unafika unapokelewa vyema kabisa katika nyumba yao mpya Wakiwa katika makazi yao waliishi kwa kumpendeza Mungu na kulinena neno lake, maana kijana alikuwa ni mchungaji. Jina lake na kazi yake vilizidi kuwa gumzo na hata viongozi wakubwa walitamani sana kuombewa pamoja naye. Siku moja, palikuwa na tafrija katika eneo jirani hivi na anapoishi mchungaji mkuu, hivyo watu walikula kunywa na kusherekea. Pasta alikuwa na binti yake mdogo makamo kama ya miaka saba hivi. Upande wa pili kuna huyu jamaa hapa. Wakati huo alikuwa na kundi lake la wahalifu na walipanga kufanya mauaji haraka. Wanaendesha pikipiki kuelekea eneo la tafrija wakiwa na kiongozi wao, wanafika pale, wanaanzisha vurugu na kila mtu anakimbia kunusuru uhai wake. Pasta na binti yake walijificha katika meza ndogo hivi, lakini kuna kiongozi ambaye hakutetereshwa kabisa na fujo zao. Yule jambazi anamvua kofia na kutupa, kisha kuamuru apigwe risasi za kutosha, huku naye akishiriki kumpiga risasi zile. Baada ya hapo wanaondoka zao. Wakiwa wanaondoka, Pasta alishuhudia kila kitu na aliapa atapigania haki ya yule mzee. Wananchi wamemwita afande kumwelezea, lakini afande hakuonyesha kabisa kulibeba kwa uzito jambo hilo, kwani waliona kama wadanganyifu tu huku pasta na mkewe wakilivalia njuga hilo swala mpaka haki iweze kupatikana. Usiku mke analia maana anaona kama mume wake amejiingiza matatizoni na hawana matumaini yoyote yale ya kuweza kushinda kesi hiyo. Siku inayofuata mahakamani, pasta anatoa ushahidi mbele ya mahakama na mshtukiwa anawekwa chini ya ulinzi. Usiku, jopo la wanasheria wanajadili jinsi ya kumtetea mwalifu yule. Asubuhi mahakamani, watu wanangoja hukumu itolewe, lakini wanastaajabu kuona mahakama haiko upande wake wala upande wa wananchi kwa ujumla, inamwachia huru muuaji na kuondoka naye. Yule jamaa alionyesha ishara ya kwamba atammaliza, hivyo akaingiwa na hofu kweli kweli. Pasta anaona tu amsafirishe mkewe na binti yake ili wasije kushuhudia kifo chake, hivyo akapanga kuwapeleka mbali na eneo lile. Jioni yupo kanisani anawekewa mtutu wa bunduki shingoni. Upande wa pili, huku wako njiani, wamezuiwa na majambazi. Dereva anatolewa na kuuliwa, kisha familia inatekwa kupelekwa pasipofahamika. Msafara umewasili. Mke anastaajabu kuona mumewe kachapika kupita kiasi. Baba haamini kuona anashindwa kuokoa familia yake mbele yake. Gari inamwagiwa mafuta ya petroli, huku mama anaongea na binti yake maneno ya mwisho, kisha anamziba macho binti yake ili asione kitakachoendelea. Jambazi anaachia kiberiti na moto unatapakaa. Kwa muda mchache tu eneo lote lile linakuwa majivu. Pasta anashuhudia jinsi familia yake inavyoteketea mbele yake mpaka anazimia. Baada ya pale, masaa kadhaa mbele, wakafuta ushahidi kabisa eneo lile. Pasta akiwa katika usingizi wa kifo, anamwona mke na mtoto wake ndotoni wakiwa na furaha sana. Anainuka na kurudi nyumbani. Nyumbani anabeba silaha ili kulipa kisasi. Kafika nyumbani kwa adui yake akiwa amelala, anakurupuka, anataka kumuua, anastaajabu kuona bunduki yake haina risasi hata kidogo. Pasta anamalizana na adui yake pale pale pale na anamchoma moto ndani ya nyumba yake. Kisha akajaribu kufanya majaribio kadhaa ya kuweza kujiua lakini alijikuta anashindwa kabisa kufanikiwa huku akili yake ikichafukwa na picha za mke wake. Asubuhi ikaenda makaburini kutoa shukrani zake za mwisho, na ndo ikawa kama desturi yake kila siku mpaka alipozeeka. Ni miaka kadhaa hivi imeweza kupita, ni kama vile miaka 35 hivi. Tunakutana na huyu kijana hapa ambaye ni jobless. Na wakati huo, alikuwa akitafuta kazi kwa bidii zote huku yule pasta alikuwa ni mtu wa kuwafukuza wafanyakazi mara kwa mara. Kijana anafika mjengoni anaingia ndani, mzee anashangaa kumwona kijana, anajieleza na vyeti akatoa, lakini mzee hakutaka kabisa msaada. Kijana aliongea kwa busara sana, hivyo akaulainisha kidogo moyo wa yule pasta na kumruhusu akae pale, ila kama mfanyakazi. Kijana alifurahia sana makazi yake mapya. Asubuhi kafanya usafi kamaliza, kaandaa chakula. Mzee anafika mezani na kutesti chakula, hajakipenda anaisha kuvunja sahani tu. Kijana akapika tena na tena na mzee akala tena na kuvunja sahani tena na tena, mpaka pale ambapo mzee alikuja kukubali chakula kingine kilichopikwa na mfanyakazi yule kazi zilikuwa nyingi mno na kijana alijitahidi sana kuweza kuzifanya kazi zote kwa weledi. Usiku mzee yuko zake chumbani kwake, analia kwa uchungu baada ya kukumbuka familia yake, yaani mke pamoja na binti yake. Kijana anajikuta na huzuni kwa ajili yake. Asubuhi kijana anaongea na daktari wa mzee na kumweleza shida anazozipitia kijana. Pia alielezewa kuhusu kanisa moja hivyo hivyo, haraka sana akaenda na kufungua upya lile kanisa, sababu palikuwa pamefungwa muda mrefu. Alifanya usafi na akajitahidi kupafanya paonekane pana uhai, kisha akaanza kusambaza vipeperushi kwa wananchi juu ya kuabudu kanisani hapo, lakini wengi wao walionekana na uoga mno ndani yao. Alitembelea mpaka hospitalini ili kutoa ushuhuda wake na kusambaza vipeperushi walau kwa uchache. Akaongea na kula pamoja na wagonjwa huku akizungumza wa Vipeperushi vilisambaa sana japo mwitikio ulikuwa mdogo, lakini ulikatisha sana tamaa sababu haukuwa mzuri kwa kijana yule. Kijana anatambulishana na binti fulani vye ni daktari na alionyesha kupenda anachokifanya jamaa yule. Wakaomba kuwa marafiki na ukaribu, basi mazoea yakaanza na wakazoeana mno, walikuwa watu wa karibu kwa kila mmoja na wakajikuta wamezama kwenye dimbwi la mahaba. Majukumu yaliendelea kufanyika kama kawaida na aliyazoea pia. Siku moja mzee kaja na kuanza kumgombeza kijana kwa kulifungua kanisa, maana alilifunga sababu ya kutoamini uwepo wa Mungu kutokana na familia yake kuweza kuwawa na Mungu akufanya chochote kile kwa ajili yake. Hiyo ni kwa imani yake. Usiku, mzee anatazama video za pamoja na familia yake lakini anaishia kuhuzunika tu. Asubuhi kijana yuko na furaha sana, alipasi kwa shangwe lakini mzee anakuja na kumpa majukumu mapya. Kijana anaanza kusoma magazeti kama ratiba yake ya kila siku, huku mzee akimpa maelekezo. Asubuhi moja binti kaja kumuulizia jamaa, lakini anatimuliwa mpaka anajikuta anaumia. Mzee kamleta ndani kumfanyia matibabu. Anakuja jamaa haelewi jinsi alipowakuta. Baada ya pale, wanakula na kupata muda wa kufurahi pamoja. Usiku kijana kaagiza kifaa na kumfanyia surprise mzee ya kumwonyesha video za familia yake. Mzee alifurahi sana na kwa uchungu alijikuta analia mno. Asubuhi kamletea mikanda mingine na akaomba watoke pamoja. Japo hakuweza kuendesha gari lakini alimfundisha mpaka akaweza. Ukaribu kati yao ukawa sawa na wababa na wa mtoto na sio mfanyakazi na mwajiri wake. Walitaniana na kuongea mambo mengi sana. Baadaye wamerudi nyumbani, wanatazama movie kwa furaha. Mzee alimwelewesha mambo mengi sana yule kijana, na alimtaka awe ngangari mno. Kijana anampa taarifa za posa na mzee anamsaidia kumvalisha. Akiwa ukweni kapokelewa vyema sana, lakini alipofika baba tu hali ya hewa ikabadilika hapo hapo kijana na, na haraka kijana anaaga na kuondoka zake. Mama na binti hawakuelewa kitu gani kilichokuwa kinaendelea pale. Huko jamaa kapanda baiskeli kaondoka, binti anamfuatilia lakini akamkosa. Siku niliyofuata mzee kaja kanisani kumtishia maisha kijana yule, lakini watu wanamtetea na kusema pamoja naye, japo naye alijaribu kujitetea lakini hakuweza kuzikabili hasira za yule mzee. Jioni amekutana kwa siri, wanapanga watoroke. Kijana anagoma kumwacha baba yake kabisa, licha ya binti kulivalia njuga swala lile. Wakaanza kusambaza vipeperushi kwa pamoja ili walihudumia kanisa, japo walikosa ushirikiano. Jioni binti kaja kumsema mzee alimwona mbinafsi sana kwa sababu yeye aliamini kwamba hataki kuona kijana wake anafurahi. Anakuja kijana na kuongea na mpenzi wake na kusuluhisha japo binti alichukia sana. Kijana kaenda nyumbani kwa binti akakaa siku nzima lakini binti hakutaka kabisa kumsikiliza. Mvua ikamnyeshia mpaka asubuhi lakini hakutaka kukata tamaa. Mwisho wa siku anaamua kuondoka na kurudi nyumbani baada ya kukosa usikivu na binti. Nyumbani kijana hana raha. Hivyo baba anamruhusu awe huru na mahusiano yake na asijali sana kuhusu yeye. Huko binti kafungiwa na baba yake ili asiende pahala popote pale. Wakati huo baba akaja na maaskari ili kuja kuvunja kanisa tena, wakiwa tayari kufanya chochote kile. Kijana anajitoa na kukaa mbele kuzuia kanisa lisivunjwe. Watu walijaribu ila, mwishowe akabaki yeye peke yake. Anajitokeza mwanasheria na kuzuia kwa hati maalum kwa yeye ni mmiliki na mamlaka ya kuvunjwa kanisa hayapo. Wananchi walifurahi sana, lakini kijana alikuja kumshukuru sana baba yake kwa kumsaidia katika swala lile. Baba alimsema pia kwa alichokifanya kama maana alijiweka hatarini huku mama kamfungulia binti ila anaishia kulaumiwa tu. Usiku binti kaja kwa jamaa lakini hafla jamaa anapata maradhi na kuzidiwa, hali iliyopelekea kwa isha hospitali. Hali ilikuwa mbaya sana hasa mfumo wake upumuaji ndio ulikuwa na tatizo kubwa. Binti yupo na jamaa muda wote huku baba akipokezana naye kila siku alijitahidi sana kumwangaikia ili afanywe upasuaji, sababu upasuaji mkubwa uliokuwa unahitajika ni upasuaji wa upandikizaji wa figo. Pia karatasi za msaada kwa watakaojitolea zikasambazwa, lakini hapakuwa na hata mmoja ambaye alikuwa yuko tayari kuweza kujitolea figo yake. Baba alikasirika na kuwakanya kama kijana wake atapatwa na chochote kile. Maisha yanasonga mbele, lakini mzee na binti wote wanaumisi uwepo wa kijana yule na kujikuta tu wana huzuni ndani yao. Baadaye mzee kakaa kaandika barua kwa ajili ya kijana wake. Siku zikapita na mambo mengine yakaendelea kama kawaida, huku mzee akirudi katika majukumu yake ya kazi rasmi, lakini pia aliendelea kumfuatilia kijana wake. Mzee anajikuta anahitaji sana msaada na ukaribu wa Mungu. Anaingia kanisani na kulia kwa uchungu sana juu ya yote yaliyomsibu, akikumbuka familia yake, na mwishowe anapoteza maisha. Analetwa hospitalini haraka akiwa akiwaekwa mututi, lakini pia figo yake ndiyo anayopatiwa kijana wake, ili mradi kuweza kuokoa maisha yake kwa sababu yeye alipoteza maisha pale pale. Kijana anazinduka, watu wanafurahi sana, lakini huzuni inatanda baada tu ya kujua kampoteza rafiki na baba mzuri kwake. Siku kadhaa baadaye, kijana anafunga ndoa na anaruhusiwa kutoka hospitalini, huko baba mkwe akisimama kama baba mzuri kwa watoto wake wote wawili. Mzigo unakomea hapo. Yapo mengi ya kujifunza, kama vile chuki, tamaa na ubabe; majivuno ni hasara tuko maishani, lakini upendo, furaha na amani ni mafanikio tosha. Sina la ziada, hii ni Dani Movie Review na mimi ni Queen of Recap, till next time, bye.